Pongoly Business. Smart business tips. Leo tunaangazia biashara moja ambayo ni rahisi kuanza, inahitajika kila siku na inaweza kukuingizia kipato kizuri. Biashara yenyewe ni biashara ya uwakala wa mitandao ya simu. Ni biashara ambayo iko vizuri kwa sasa hivi. Kama unahitaji kujua namna gani ya kuanza hii biashara, lakini utapataje faida, basi kaa karibu na Pongoly TV Pongoly Business. Smart Business Tips. Sehemu ya kwanza. Biashara ya wakala wa mitandao inahusisha kutoa huduma kwa wateja kama vile kuweka na kutoa pesa kupitia M-Pesa, Airtel Money, Tigo Pesa ambayo ndio Mixx by Yas na Halo Pesa. Lakini pia unaweza ukauza muda wa maongezi kama vile airtime unamuzia mtu em, SMS, dakika na MBs lakini unaweza ukafanya malipo ya luku, DSTV, kulipia maji na mahitaji mengine. Hii biashara inahitaji uaminifu na mzunguko wa wateja, lakini pia ufuatiliaji wa karibu sana wa muhusika. Hatua ya pili katika biashara hii ni mahitaji muhimu, namna gani ya kuanza biashara. Kitu cha kwanza kuhitajika ni banda au eneo au uwe na frame kwa ajili ya kuanza biashara iwe kama ofisi yako. Lakini cha pili ni kitambulisho cha taifa NIDA, za simu, kuwa na, NIDA, kwa sababu unapotaka kusajili line za simu utahitaji kuwa na NIDA kwa ajili ya usalama wa line zako. Lakini lazima pia uwe na leseni ya biashara ya halmashauri husika manispaa, kwa ajili ya kwa ajili ya certification ya biashara yako. Lakini pia uwe na akaunti ya benki, ni muhimu kwa ajili ya miamala mikubwa ambayo unaweza ukapata kupitia Tigo Pesa ya Telemane pamoja na uh, pamoja na M-Pesa. Lakini pia uwe na simu kwa ajili ya kazi au uwe na POS ambayo ni mashine kwa ajili ya kutoa huduma za kulipia luku pamoja na, na kulipia dakika. Hatua ya tatu sasa ni namna gani ya kuanza. Kupitia kampuni za simu, unahitajika kujiandikisha kama wakala rasmi wa kampuni husika kama Tigo Pesa, Airtel Money, M-Pesa pamoja na Alo Pesa. Cha kwanza kabisa tutahitajika kujaza fomu ya maombi, lakini pia kutoa nakala ya kitambulisho cha picha pamoja na NIDA. Lakini pia udhibitisho wa eneo la biashara kwamba unafanya wapi biashara. Lakini pia kuwa na kiasi cha float kama mtaji wa kuanzia ambaye kwa mfano unaweza kuanza kwa shilingi laki tatu, hadi milioni moja kiwango cha chini cha kuanza nayo. Lakini pia unaweza pia kupata wakala kupitia wakala mkuu, master agent. Ukawa na unasimamia maajenti wadogo katika eneo husika. Wadogo, lakini hatua ya nne ni gharama na mtaji wenyewe. Mtaji wa kwanza unaweza kuwa ni kati ya shilingi laki tano hadi milioni moja na laki tano kulingana na floti ya kila mtandao. Gharama za kuandaa banda au eneo au frame kulipia kodi. Lakini pia vifaa kama vile simu, stendi pamoja na viti lakini hatua nyingine ni faida gani utazipata kupitia miamala hii. Kila muamala una commission ndogo, lakini ukifanya idadi nyingi zaidi kwa siku basi ita, italipa zaidi. Commission moja hutegemea na mtandao, lakini ni kati ya shilingi 50 mpaka 600 kwa muamala husika. Pia unaweza kuuza voucher, bidhaa ndogondogo kwenye eneo la frame, kuunganisha biashara nyingine kama vile Mpesa Plus voucher, na kuuza bidhaa mbalimbali za, za, za, za mitandao husika. Lakini hatua nyingine kubwa ni changamoto za, ku, za kujiandaa nazo wakati wa biashara inaendelea. Cha kwanza kabisa ni hatari ya wizi au kupoteza hela katika makosa ya uandishi. Mtu anaweza kaandika shilingi elfu kumi badala ya laki moja au akaandika laki moja badala ya elfu kumi lakini mabadiliko ya sera ya kampuni husika kwamba kwa wakati huu unatakiwa ufanye nini? Lakini pia wateja, wateja wadanganyifu, yani namaanisha matapeli, wanaweza wakafika katika eneo lako la kazi wakakutia hasara, kuoni kuwa makini nao sana. Lakini kisha kila float unayomwekea mtu au pesa unayekabidhi mtu, hakiki katika ku katika kuhesabu, katika hakiki kabla hajaondoka, si ameondoka alafu anarudi kwako, kwa anasema pesa haijatimia. Hatua ya mwisho kabisa na ndo hatua muhimu sana ni hizo changamoto namna gani ya ku overcome ili uweze kuwa salama katika biashara yako. Hii biashara ni biashara nzuri sana na ni rahisi kuianza, inahitaji uaminifu na ufuatiliaji kwa makini, na kama umejifunza kitu kupitia biashara hii basi comment na kulike, subscribe kupitia Pongoly channel na ushare nasi kupitia watu wengine ili waweze kuanza biashara. Asanteni sana na karibuni sana. Pongoly Business. Smart Business Tips.